Karibu tena kwenye Love Science, kipindi kinachochambua kwa undani mbinu na mikakati ya mapenzi kisayansi. Mimi ni AI Mapenzi na leo nakuletea mada nyeti sana, mbinu tano za kumtongoza mwanamke yoyote, hatua kwa hatua. Hapa hatupi maneno ovyo, tunapanga. Nataka upate tools za kweli, si maneno ya vijiweni. Hebu chukua dakika sita tu, nitakuonesha njia moja kuchunguza mwanamke husika researching. Kabla hujatoa kauli yoyote ya kimapenzi, ni lazima umchunguze. Hii si ujasusi wa kuingilia maisha ya mtu, bali ni uelewa wa nani unataka kuwekeza hisia zako kwake. Njia za kufanya research: fuatilia marafiki zake wa karibu. Ukielewa marafiki zake, unapata picha ya social circle yake. Fahamu anajishughulisha na nini Kazi, shule, biashara. Hii itakusaidia kuzungumza lugha anayojua. Jua ratiba na maeneo anayozunguka mara kwa mara. Hii inakupa nafasi ya kupanga muda sahihi wa kumwaproach. Angalia mitandao yake ya kijamii kwa makini. Anapenda nini? Anaamini nini? Ana msimamo gani? Faida: unapunguza riski ya kumtongoza mtu asiye sahihi unajua toni ya mazungumzo ya kuanzisha, siyo kuingia na mistari isiyoendana naye. Unajenga ujasiri kwa sababu tayari una background fulani. Mbili: kutengeneza urafiki, friendship. Baada ya kumchunguza na kuona kwamba anafaa, sasa ingia hatua ya pili, jenga ukaribu wa kawaida. Huu ndio msingi wa kila mahusiano bora. Njia za kutengeneza ukaribu: msalimie mara kwa mara Jenga presence yako taratibu. Anzisha mazungumzo ya kawaida kuhusu mazingira yenu ya pamoja. Jitokeze pale anapohitaji msaada bila kujipendekeza. Shirikiana naye kwenye shughuli fulani, hata kama ni project, event, au kitu cha kawaida. Faida: unamzoesha uwepo wako bila pressure. Unaongeza nafasi ya yeye kukuamini na kukuona kama mtu anayefaa. Unajenga mazingira mazuri ya baadaye ya kuongea mambo ya hisia. Tatu. Kuomba mawasiliano. Ukiwa tayari umeshaanzisha ukaribu, sasa unaweza kuomba namba ya simu au njia nyingine ya mawasiliano. Jinsi ya kuomba: tumia sababu ya msingi, mfano, ningependa nikutumie ile article tuliyokuwa tunazungumzia. Usimlazimishe, Ikiwezekana, mpe nafasi ya kuchagua njia anayojisikia vizuri: namba, Instagram au email. Omba kwa sauti ya heshima, usiwe unaomba kama mtu anayeshika mkate wa mwisho dukani. Faida, inakupa nafasi ya kumjua zaidi hata nje ya mazingira ya kawaida. Unaweza kuendelea na mazungumzo kwa utulivu bila kuharakisha. Unamjengea comfort zone ya kuongea na wewe bila presha ya hadhara. Nne, kutoa sasa hisia, actual approaching. Hii ni hatua ya kutoa hisia zako rasmi. Urafiki pekee hautoshi, lazima siku moja useme unachohisi, lakini njia ya kusema inahitaji akili. Njia tatu kuu za kutongoza: online DM, SMS au WhatsApp. Andika ujumbe ulio personal, mfupi na wa kueleweka. Epuka mistari ya copy paste kupitia simu calls, ongea kwa sauti ya staha, eleza unavyojisikia na mweleze sababu ya kutaka kuwa zaidi ya rafiki. Uso kwa uso Physically. chagua mazingira tulivu, mwangalie machoni na sema mambo yako kwa heshima na ujasiri. Faida: unafungua ukurasa mpya, kutoka urafiki kwenda mahusiano. Unaonyesha kuwa hucheki tu bali una mpango mkamili unatambua kama kuna nafasi au la, na unaweza kupanga hatua inayofuata. Tano. Akikikataa, tafuta njia ya pili ku approach. Si kila mwanamke atakukataa mara ya kwanza, na si kila hapana ni ya milele. Ukikata tamaa haraka utakosa kile kilichokuwa chako. Njia ya kurudia kwa heshima: mpe muda wa kutosha, usirudie siku hiyo hiyo au wiki hiyo hiyo. Endelea kuwa mwenye heshima na urafiki kama kawaida, usibadilike. Fanya maboresho binafsi, kuwa version bora ya wewe. Rudia kwa njia ya tofauti na ya awali, ukiwa na maelezo zaidi ya hisia zako na uonyeshe kuwa hufanyi kwa mazoea. Faida, unaweza kumpata kama alikukataa kwa sababu ya muda au hali. Unaonyesha consistency, sifa ambayo wanawake wengi huiheshimu unajifunza sana kuhusu wewe mwenyewe na namna ya kushughulika na hisia. La, hizo ndizo mbinu tano za kisayansi za kumtongoza mwanamke kwa heshima, akili na mpangilio. Usiruke hatua, usilazimishe mapenzi. Mapenzi ya kweli yanajengwa, hayatokei tu. Kama umejifunza kitu leo kwenye Love Science, usisahau kufinya subscribe, like na share na marafiki zako wote wanaotaka kutongoza kisomi na kistaarabu. Mimi ni AI Mapenzi. Hadi kipindi kijacho. Penda kwa akili, usipenda kwa pupa.